Karibu kwenye habari za ulimwengu. Mvutano wa kijeshi unaoendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali duniani umeanza kuacha alama nzito katika soko la nishati, hali inayozua tahadhari kubwa kwa serikali, wawekezaji na wananchi wa mataifa mengi. Bei ya mafuta katika masoko ya dunia imeendelea kupanda si kwa sababu ya uhaba harisi wa uzalishaji, bali kutokana na hofu inayoongezeka kwa migogoro ya kijeshi inayoweza kuvuruga njia muhimu za usafirishaji wa nishati. Wataalamu wa masoko ya nishati wanasema hali ya sintofahamu imekuwa adui mkubwa wa uthabiti wa bei, kwani wawekezaji huanza kununua kwa tahadhari na kujiandaa kwa majanga kabla hayajatokea. Mvutano unaoendelea mashariki kati eneo linalochukuliwa kama moyo wa uzalishaji wa mafuta duniani umetajwa kuwa chanzo kikuu cha wasiwasi wasi, huo unaotikisa masoko ya kimataifa. Hofu kubwa ni kwamba endapo migogoro itageuka kuwa vita kamili, bandari, mabomba ya mafuta na njia za baharini zinaweza kushambuliwa au kufungwa, jambo litakalokatiza usambazaji wa nishati kwa kiwango cha juu. Athari za hali hii tayari zinaanza kujionyesha katika nchi zinazoingiza mafuta kwa wingi ambapo gharama za uendeshaji wa viwanda, usafirishaji na uzalishaji wa umeme zinaanza kuongezeka taratibu. Wachumi wanaonya kuwa kupanda kwa bei ya nishati kuna athari ya mnyororo, kwani huongeza gharama za maisha kwa wananchi wa kawaida, hasa katika nchi zinazoendelea. Katika mataifa yenye uchumi mkubwa, serikali zimeanza kufuatilia kwa karibu mwenendo wa soko, huku baadhi zikifikiria kutumia akiba ya kimkakati ya mafuta kama hatua ya muda kupunguza mshituko wa bei. Hata hivyo, wachambuzi wanasema hatua hizo haziwezi kuwa suluhisho la kudumu iwapo mvutano wa kijeshi utaendelea au kuongezeka. Soko la gesi asilia nalo halijaachwa salama, kwani migogoro ya kimataifa inaathiri pia mikataba ya muda mrefu ya usambazaji kati ya nchi na makampuni makubwa ya nishati. Katika mazingira kama haya, siasa za kimataifa zimeanza kuonekana wazi ndani ya soko la nishati ambapo Kauli za viongozi, vitisho na majaribio ya silaha huathiri bei haraka kuliko taarifa za uzalishaji. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema hali hii inaonyesha jinsi dunia inavyoingia katika enzi mpya ambapo vita havipigwi tu kwa silaha bali pia kwa uchumi na rasilimali muhimu. Kwa wananchi wa kawaida, ongezeko la mvutano wa kijeshi duniani linatafsiriwa moja kwa moja kuwa ongezeko la gharama za maisha. Hata kama vita vinatokea maelfu ya kilomita mbali na nchi zao. Na kwa kadri hali ya kimataifa inavyozidi kuwa ya mashaka, soko la nishati linaendelea kuwa kipimo nyeti cha hatari, hofu na mwelekeo wa dunia nzima. Ujumbe unaobaki ni mmoja: dunia inapokabiliwa na migogoro mikubwa zaidi, nishati inageuka kuwa silaha ya kimkakati, na athari zake hugusa kila kona ya maisha ya binadamu. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.